Watu thelathini na mbili wamepoteza maisha baada ya mgodi wa kobalti kuporomoka katika eneo la uchimbaji la Kalando, katika machimbo ya Mulondo, Jamhuri ya ya Kidemokrasia ya Kongo. Ajali hiyo ilitokea baada ya milio ya risasi kutoka kwa wafanyakazi wa usalama waliokuwa wakilinda eneo hilo, hali iliyosababisha wachimbaji kuangukia kwenye mgodi wa wazi. Waziri wa mambo ya ndani wa mkoa wa Lualaba, Roy Kaumba alisema jana Jumapili, Novemba 16 mwaka 2025 kuwa licha ya marufuku rasmi ya kuingia kwenye eneo hilo kutokana na mvua kubwa na hatari ya maporomoko ya ardhi, wachimbaji haramu walivuka marufuku hiyo. Aliongeza kuwa hatua ya haraka ya wachimbaji kuvuka daraja la muda ambalo limejengwa kuvuka mtaro uliofurika ilisababisha ajali hiyo. Mamlaka zinasema kuwa hadi sasa miili ya watu 32 imepatikana huko shughuli za utafutaji na uokoaji zikiendelea. Picha mbalimbali zinazotolewa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha miili ya wachimbaji ikiwa imetolewa kutoka eneo la tukio, huku wenyeji wakitazama kwa mshangao. Serikali imewaonya wachimbaji wadogo kuchukua fursa ya mafunzo mbadala katika biashara ya kilimo, ili kuepuka kujihusisha na shughuli hatarishi za uchimbaji madini na kupunguza uwezekano wa misiba kama hiyo. Ajali za uchimbaji madini si jambo geni DRC ambapo inakadiriwa kuwa kati ya watu milioni moja hadi mbili hufanya kazi katika migodi isiyodhibitiwa ambayo inatoa mahitaji ya kimataifa ya shaba, kobalti na madini mengine. Uchimbaji haramu na mazingira hatarishi katika migodi ya DRC unaendelea kuwa changamoto kubwa kwa usalama wa wachimbaji wadogo na kuonyesha hatari zinazohusiana na ukosefu wa udhibiti na mikakati mbadala ya ajira nchini humo.